Tangu jadi ufugaji wa kuhamahama umekuwa hali ya maisha ya kawaida kwa jamii kadhaa za humu nchini, jamii ambazo hutegemea nyama na maziwa vikiwa ni vyakula vyao vya kimsingi. Ingawa jamii hizi zinaweza kutofautiana kutegemea wanyama wanaofugwa, suala moja huzingatiwa na wote: kuwatunza wanyama wao pamoja na mazingira wanamoishi mazingira yanayobadilika kila uchao na kuwalazimu lazimu kuikumbatia mifumo mipya ya kiuchumi na kisiasa. Mojawapo ya wa jamii hizi ni Wamaasai. Wamaasai wanatambulika sana kwa upekee wa desturi zao, mapambo ya shanga, maleba na ng'ombe. Licha ya kuwepo kwa elimu ya kisasa na shinikizo la umagharibi, jamii hii imedumisha mila na itikadi zao. Utamaduni wao umekuwa kigezo muhimu humu nchini na kitambulisho cha Mkenya halisi katika mataifa ya kigeni. Asasi za kijamii za kutunza mifugo pamoja malisho, maji na misitu, zikijumuishwa na elimu ya kitamaduni zimedumisha shani ya kipekee katika Afrika, ambayo ni binadamu kutangamana na wanyamapori. Ujuzi huu ambao hupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine umewafanya Wamaasai kujiwekea hazina ya ujuzi kuhusu mazingira yao na namna ya kutumia rasilimali za mimea yenye dawa kwa njia itakayovifaa vizazi vilivyopo na vijavyo. Hata hivyo, nafasi ya warani ya kutoa ulinzi kwa jamii imefifia kutokana na kuwepo kwa elimu, ambapo baadhi hutumia nafasi hiyo kusoma. Jamii ya Wamaasai imetangamana na wanyamapori na kuishi katika misitu kwenye mazingira ya kiasili kwa zaidi ya karne tano. Sasa maisha ya kitamaduni ya Wamaasai siyo tishio kwa mazingira kama inavyohofiwa, kwani wanaingiliana vyema, licha ya kuwa kwa kiasi fulani wanyamapori na mifugo hung'ang'ania malisho na maji. Kwa jumla, wanyamapori hunufaika na mbinu murwa za jamii hii za kuyatunza mazingira jamii huishi karibu na wanyama hawa bila kudhuriana. Huripotiwa visa vichache sana vya mashambulizi kutoka kwa wanyamapori, ama kwa upande mwingine wa Maasai kuwinda wanyamapori kuwa kitoweo. Suala si? Jingine la kipekee ni jinsi wa Maasai hutunza sehemu za malisho. Unaweza kupata sehemu iliyotengwa ambayo ina mimea iliyonawiri katika msitu uliokauka. Sehemu hii huitwa Lopololi. Sherehe na tamasha za kitamaduni katika jamii hii huelekeza wenyeji kuyaelewa na kuyahifadhi mazingira pamoja na kudumisha utangamano wao na wanyama. Kwa sababu hiyo, sherehe na maeneo ya sherehe huwa na umuhimu mkubwa katika jamii. Mfano mzuri ni katika sehemu ya Oldonyonyokie, Jimbo la Kajiado, ambapo sehemu za sherehe zimehifadhiwa vema. Kina mama hawa wanafanya ibada ya shukurani baada ya kipindi kirefu cha ukame. Kadhalika wanashukuru kwa baraka za kupata watoto pamoja na ulinzi dhidi ya majanga mbalimbali. Aidha, kina mama ndiyo hujenga nyumba yaani manyata ila mifugo humilikiwa na wanaume. Kunywa damu ya ng'ombe akiwa hai siyo kioja, hapa ni sehemu ya lishe bora katika jamii. Na ukiwa na maswali mengi, basi tazama jinsi ng'ombe huliwa akiwa hai. Simon Kigamba, QTV.